huwa rasulu llahi ila an nasi kafa hadana ila lkhair wa ab'adana an shar wa, wa ahya lfadail, Mtume ambaye ametongoza katika mambo ya kheri, mtume ambaye ametweka mbali kutokana na mambo ya shari, mtume ambaye ameuhisha mambo yaliyokuwa bora. Hadi Allah subhanahu wa taala ameufanya ummati Muhammad kuwa ni umma bora, na hilo ameeleza Allah subhanahu wataala, sababu ya kuwa umma bora, kwa sababu ummati Muhammad wanaamrishana mambo mema na pia wanakatazana mambo mabaya. Na tupo katika hiki kitabu chetu Nawaqidhul Islami, vichenguzi vya Uislamu. Vichenguzi hivi ni moja katika mambo ambayo ya kuamrishana mambo mema pamoja na kukatazana mambo mabaya katika umma. Tumeeleza vichenguzi sita katika vichenguzi vyetu kumi. Kichenguzi cha leo ni cha saba katika vichenguzi kumi tulivyovitanguliza, kama tulivyokwisha eleza Kichunguzi cha saba kinatuambia: assihru, uchawi. Hakika uchawi ni jambo kubwa sana katika Uislamu, katika umma kiujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika akbar kabair, kubwa ya mazambi makubwa ambayo mwislamu hatosalimika na moto. Allah subhanahu wa ta'ala, muislamu huyo atakapojifundisha uchawi. Na uchawi upo namna tofauti tofauti ambazo wanachuoni wamezieleza, lakini tukiona katika historia huo uchawi umetokana na nini? Uchawi umetokana na malaika ambao waliwafundisha watu uchawi baada ya kufa nabii Suleiman. Allah subhana wa ta'ala akalieleza hilo kwa undani zaidi, insha allahu taala tutakuja kuelezana hapo baadaye, insha Allah asihru. Tukitazama maudhui ya darasa letu husiana asihru wa minhu aswarfu wal'atfu. Miongoni katika uchawi ni kule kuutumia ule uchawi kumdhuru mtu, kutumia uchawi ambao wa kumfarakanisha mtu na mtu, kutumia uchawi kuwagombonesha mtu na mtu, afukuzwe kazi. Uchawi unatumika kwenye mambo mengi sana, ambayo watu wanayatumia hadi hivi sasa. Utakuta mtu anapata maradhi na hayo maradhi mtu amesababishwa kutokana na uchawi aliofanyiwa. Na wanachuoni wanatuambia kwamba kuna utofauti baina ya uchawi na mazingaombo. Uchawi asili yake ni hakika, bi maana kwamba mtu kama atakufanyia kitendo hicho upate na maradhi ya kichwa, basi utapatwa kweli na hayo maradhi. Mtu akikufanyia kitu ambacho cha ushirikina kwa hali ya kile kitu amekinuia kwa jinsi alivyofanya, upate maradhi upate madhara upate chochote alichokinuia, biaunillahi subhanahu wa ta'ala, utapatwa na iko kitu. Lakini hakitofanikiwa hilo ambalo analolikusudia yeye kwa ubaya, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala awe amekadiria ndani yake na kukadiria huko Allah anakadiria kwa mja wake jinsi gani atakavyojitatua katika shida na atakavyomwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha ajabu hivi sasa watu wakipatwa na matatizo hayo, watu wanakimbilia kwa washirikina, tena hawamkimbili Allah, hawamtegemei Allah. Watu hawa wanaendelea kufanya ushirikina. Hivyo basi kila mwislamu anapaswa jitahadhari na kitendo hichi cha ushirikina, kitendo hicho cha uchawi, kwamba Uislamu hauvaani hauna sifa hizo, sifa ambazo za kishirikina. Na miongoni katika ushirikina ni kuutumia ule uchawi mtu akaojifundisha, baada ya kujifundisha akaojua akaanza kutumia uchawi kwa kuwadhuru watu na kufarakanisha watu, auf au kuatifisha huo uchawi kwa kwamba yeye hana uchawi isipokuwa anakwenda kwa wachawi kwa lengo amdhuru mtu, au kwa lengo ya kuwafarakanisha mtu, au sangine kutengeneza mapenzi baina yake na mtu mwingine kwa kutumia huo uchawi. Hivyo basi Uislamu jambo hilo limekataza, haifai wewe mfanyaji na yule mfanyiwa, yote haifai. Huwezi kusema kwamba ah, mimi nilikwenda tu, baada ya kwenda alifanya hivi hivi, mimi sipo katika dhambi hizo. Hapana, Atakayefanya na mfanyiwa huyu ataingia kwenye madhambi muda ambapo mmetumia utaratibu unaoitwa uchawi. Hata katika tiba, Mwenyezi Mungu akakupa mtihani wa maradhi yenye kutokana na uchawi, kisha ukaambiwa kwamba hayo maradhi hayatoki mpaka ufanyiwe uchawi, tambua hadi wewe mgonjwa utaingia kwenye dhima hiyo, kwamba wewe umemfuata mchawi akakutibia kichawi, na utakuwa umemshirikisha Allah subhana wa ta'ala. Hakika Allah amekupa mtihani wa kukupa maradhi kupitia uchawi, kisha na wewe eti unaenda kujitibia kwa njia ya kichawi. Haifai njia hiyo, na njia za kisheria zipo za kujitibia na zipo za kisheria faman fa'alahu, basi yoyote atakayefanya matendo ya kichawi, ima akaufanya yeye mwenyewe au akamwendea mchawi amfanyie, naam, au radhiya bihi au akauridhia huo uchawi, maana kwamba anaona kwamba uchawi ni jambo ambalo linafaa, uchawi ni jambo ambalo halina shida upande wake, akaridhia kufanya au kufanyiwa kafara, huyo Muislamu ametoka katika Uislamu wake. Naam, huyo ametoka katika uislamu wake. Na hadithi zipo nyingi zinaonyesha wazi mtu huyo ametoka katika Uislamu, na Mtume anamkataa kabisa kabisa siku hiyo ya Kiyama, na huyo hatopata kukutana na Allah subhanahu wataala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameingia mlango wa kumshirikisha Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala anaeleza, wama yuallimani na wala hawakuufundisha huo uchawi kwa hao malaika wawili, ambao waliwafundisha watu uchawi, ambao uchawi huo watu wakajifundisha, kisha wakapelekea uchawi huo hao watu kufarakanisha watu na mtu, au kufarakanisha mke na mume, au uchawi huo wakautumia katika kuwadhuru watu. Basi hawakufundisha hao hawa waliufundisha huo uchawi min ahadin, kwa yoyote naam illa au hatta yaqula mpaka wamwambie, hatta yaqula mpaka wamwambie hao malaika kwa yule ambaye anataka kujifundisha wao uchawi, inna ma nahnu fitna, akikapana vinginevyo sisi ni fitna. Hiki kitendo nachokifanya ni hatari, ewe Mwislamu, ewe mwanadamu, kitendo hiki si kizuri, akimpendeze Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama wao wenyewe waliofundisha uchawi wanajitahadharisha na kukutahadharisha kwamba innama nahnu fitna, sisi ni fitna. Vipi wewe unaenda kujifundisha uchawi, bimaana kwamba unajiingiza kwenye fitna, hali yako unajua kwamba hiyo ni fitina mbele Allah subhanahu wataala. Naam, fala takfur, basi usimkufuru mola wako kwa huo uchawi unaofanya, usimkufuru mola wako wanakupa maneno ya tauhidi kwamba kitendo unachokifanya sio salama, baina yako na Mola wako sio salama. Hivyo basi hawa malaika walikuwa wakiufundisha huo uchawi, lakini hawamfundishi yoyote isipokuwa na kumtahadharisha na kumpa tauhidi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna waliojifundisha kisha wakautumia, wakaona kwao unafaa. Na pia wapo watu katika Uislamu wakausoma Uislamu wao kisha wakavaana na ushirikina, wakaitumia Qur'ani katika ushirikina, na hilo liko wazi, haswa katika mambo ya nyota, haswa katika mambo ya visomo. Utakuta mtu anaiandika Qur'ani haieleweki, hii ni Qur'ani au ni kitu gani? Au utakuta anaisoma Qur'ani mbele nyuma, haionekani mbele, haionekani mtu, anaisoma Qur'ani kwa hali hii, anavyotaka yeye. Hakika Qur'ani haikuja kwa lengo hilo Qur'an imekuja kwa malengo: kuwakumbusha watu, kuwaonya watu, kuwaamrisha watu na kadhalika. Lakini watu wanaitumia Qur'an katika njia zao za kishirikina, utakuta inaandikwa talasimu au inaandikwa kwenye yai au inaandikwa kwenye sehemu kadha au kwenye sehemu yoyote ya najis, madamu eti uchawi wake ukamilike. Tambua siku ya Kiyama utakuwa na jambo zito mbele ya Mola wako. Na jambo hili utakuja kueleza hapo baadaye, jinsi ya uchawi na aina za uchawi. Jambo la thaminu la nane ne, ambayo litakalomtoa mtu katika Uislamu wake, au matendo ambayo yatakao mtu Muislamu mtu katika Uislamu wake, jambo la nane natuambia, mudhahiratul mushrikina, kuwadhihirisha washirikina wamuawanatuhum na kuwasaidia hao washirikina, alalmuslimina, juu ya Waislamu watenza nguvu. Na hili liko wazo, utakuta Waislamu wako tayari kuwapiga vita Waislamu wenzao ili wawafedheheshe na wawadogeshe, ili wao wawe juu na kuwaunga ambao wasiokuwa Waislamu, hao ni Waislamu. Jambo hilo katika hii kisheria halifai. Mwenyezi Mungu anatuambiaje, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi qauma dhalimin, Mwenyezi Mungu anasema yote, mwenye kuwatawalia wao kuwakumbatia hao makafiri, mwenye kujipendekeza kujichanganya na kuwaona kwamba ndio wanafaa na kuwasaidia katika mambo yao ili kuwadogesha waislamu Min miongoni mwenu katika nyinyi Waislamu, fa innahu basi hakika yeye, minhum ni miongoni katika hao makafiri. Inna allah hakika Mwenyezi Mungu, la yahdi hamuongozi, hakika Mwenyezi Mungu hamuongozi au hawaongozi, kaum madhalimin watu ambao ni madhalim, watu ambao ni nini? Ni madhalim. Na ya mwisho Nadhani tuishi hapo, insha Allah taala tutakuja kumalizia ya tisa pamoja na ya kumi insha Allah taala, tuishie hapo. Wallahu ala wa alam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.